Kwamba kuna mtu ambaye aliomba kubatizwa. Ilikuwaje, mimi pamoja na klienda kwa nyumba ya ndugu, na tulikuwa na ile darasa mafunzo ya Biblia kila wakati ja, ni wenzetu wanaiwekea muhimu sana mafunzo ya Biblia kwa kila wakati Ma, tuliweza, na tuliweza kuongea na wao. Jumapili uh, ba, kama hii kuja hapa tukasema kwamba abatizwa na tukasema kwamba kama kuna mwingine yeyote ambaye anahitaji kubatizwa hey, okay, kumbatiza ilimradi tu yeye mwenyewe akiri a chake okay, atukwachia hapo atu, tuliendelea. Nilikuja hata nyumbani kwangu niliendelea <coughs> sema na watu na familia yangu. Katika familia yangu yeye eh, Beatrisi naye alisema kwamba na mimi kwamba amba fikiria hebu fikiria, Beatrisi aliumwa Juma, hatukuwa naye hapa ibadani, alikuwa atukuanaye alikuwa anaumwa aliumwa sana. Niliweza kwenda naye klinik, haikuwezekana. Nikaenda naye emergency room, si haikuwezekana kabisa, tukaja kurudi. Lakini Mungu ajabu ni wa ajabu. Nilikuwa asubuhi moja na nashtuka na, na, mtu anaomba kwenye simu, anampigia simu na anaomba hiyo ndio ilikuwa mwanzo ya yeye kusikia, eh, afadhali sikia naasa ya Ijumaa wakaisikia. Na mimi Jumamosi, nikawa niko naongea naye, niko naongea na wao. Tuliongea kuhusu nini? Tuliongea kuhusu batizo, wakati gani wa kubatizwa, kwa nini tubatizwe? Kwanza tumebatizwa ili kutimiza haki zote, kwa sababu Yesu mwenyewe alibatizwa, na alienda kubatizwa na nani? Na Yohana kutimiza hai zote chukulie, ah, pia katika kitabu cha Mathayo sura ile ya ishirini na nane Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, yaani kuwa wafuasi wangu, mkiwabatiza kwa jina la na Baba na la Mwana, na baada ya hapo na kuendelea kuwafundisha kushika haya niliyowafundisha. Ni Bwana neema ni wazi, Yesu ameweka wa wazi kwamba mtu aki- akikubali aki akiamini tu ana haki ya kubatizwa, lakini pia anatakiwa kuendelea na mafundisho na na mafundisho. Ndiyo maana sisi tunaendelea fanya leo ni kutangaza kwamba sio ule u, u, u, ubatizo wa toba ambao Yohana alihubiri. Msimamizi wetu kwa wale ambao walikuwa hapa ametusomea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa batizwa ubatizo, ubatizo wa wa Yohana, waliposema kwamba tulibatizwa ubatizo wa Yohana, Paulo aliwaambia kwamba huo ubatizo ulihusu toba, yaani kuungama dhambi ili muweze kumpokea Yesu Kristo. Na sasa mmeshampokea Yesu Kristo, mnamwamini Yesu Kristo, mnatakiwa kubatizwa, ili mbatizwe kila mtu kwa jina lake Yesu Bwana. Amen. hayo maandiko ambayo tumesomewa ina maana gani? Ina maana unawezekana ulibatizwa katika ubatizo fulani ambao haukuendana na Biblia, au pia wewe mwenyewe haukuelewa kwa nini ubatizo? Au wewe mwenyewe inawezekana wakati fulani umeanguka, unapokuwa umemwamini Yesu Kristo, yaani unapotaka kufanya tangazo rasmi mbele za watu, mbele za Mungu, maana hapa tuko kanisani ni mbele za Mungu, za Mungu na kanisani tunakusanyika tuna na, wa, na, na watu na pia unatangaza mbele za watu. Unapotangaza mbele za Mungu na mbele za watu, unatangaza kwamba nakubali kufa na kuzikwa pamoja na Yesu Kristo <coughs> pia na kufufuka pamoja naye, ili niweze kupaa mbinguni. Hiyo ndio imani kamilifu ambayo hawa ambayo. Vile Paulo alivyowaandikia Wakolosai amini ile sura ya pili mstari wa 12 Paulo anawanesha Wakolosai hiyo, <coughs> nini maana hasa ya kubatizwa ni kukiri kwamba nimekufa na Yesu na, yaani kule kuzamishwa ndani ya maji ni kukiri kwamba nazikwa pamoja na Yesu, utu wangu wa kale umebaki katika haya maji yaani, bali ninapooshwa huku nje na mtu wangu wa ndani, nao unakuwa umefanywa upya. Si mimi niishie tena, bali Kristo katika mimi, katika mimi. Bwana asifiwe sana. Amen, ndugu wanakwenda kufanya leo, na ndio maana sisi tunaamini katika ubatizo wa maji mengi, wa maji mengi, ili mtu azamishwe akisema kwamba nimekufa na kuzikwa pamoja na Yesu Kristo na pia nasubiria kupaa mbinguni, wakati wangu ukifikia nitapaa mbinguni tena. Anaongeza kufikiri kwamba si mimi ninayeishi tena, bali anakuwa Kristo ndani i. Bwana asifiwe, naomba nisiwachoshe na hiyo. Mimi nimeshuhudia wao wenyewe wakisema ki, wa hizo walikuwa zaidi ya hawa, lakini wengine wengine taratibu zingine tunaenda nazo taratibu, tukajifunza neno la Mungu linasemaje, inasemaji wazo batiz hatubatizi aikubatizo, lakini tunabatiza kukifuata neno la Mungu. Linatuambia nini? Ubatizo wetu unafalikia hapo, oengua kisima chetu kinaandaliwa hapo aishi sasa kama Kristo anavyotaka. Ndio maana nilisema kwamba sio mimi niishie, bali Kristo ndani yako. Ndio maana ya hizi vazi nyeupe, sio kwamba tunawatiza nao wanaenda nazo nyumbani, zinaweka zinaeka kwa ajili ya wengine watakaokoa wana wanabatizwa. Kwa hiyo watakaohudhuria, ila mimi naomba tu wapiga picha au wewe, kwa sababu ambayo ndiye aliyemhubiri kuhusu ubatizo. Alitaka sana haja yakaumie ubatizo wake, lakini kwa sababu haikuwezekana hai, yeye ana huduma nyingine kwenye kanisa lake. Ameomba kwamba tuweze kumtumia picha ubatizo wa huyu. Kwa misingi hiyo, <laughs> naomba muwe makini.